Haya, baraza la magavana limetakiwa kuwajibikia kazi wanayoendesha kwenye kaunti zao bila kudai kudhalilishwa na kamati ya uhasibu wanapofika mbele ya kamati hiyo kutoa ripoti kuhusu uendeshaji wa kaunti zao. Spika wa bunge la seneti Amason Jefa Kingi akiwataka magavana na maseneta kusuluhisha tofauti zao. Wakati huo huo, mwenyekiti wa kamati ya uhasibu Moses Kajwang amewataka magavana kuwa wamejiandaa vya kutosha, kwani wataendelea kudhalilishwa iwapo ripoti zao za matumizi ya pesa hazitakuwa sahihi. Mary Kyalo na taarifa ile. Matamshi ya baraza la magavana ya kuwa wamesitisha vikao na kamati ya uhasibu katika bunge la seneti kwa madai kuwa wanadhalilishwa na kutakiwa kutoa hongo kabla ya vikao hivi yameonekana kuwaweka mashakani na baadhi ya viongozi you have not been Spika wa bunge la seneti Amason Kingi akikashifu matamshi hayo, amehoji kuwa ni sharti magavana kuwajibikia mali yote ya kaunti zao, huku akiwataka magavana na maseneta kuzika tofauti zao kupitia mazungumzo ili ambayo nataka unataka niwaambie magovernance, we cannot resolve anything through press statements. Ikiwa kuna changamoto, let us sit and talk, but addressing each other through the press won't take us anywhere. Hawa wananchi wanatuangalia sisi, wapatia mwelekeo kama viongozi. Aidha, mwenyekiti wa kamati hii ya uhasibu Seneta Moses Kajwang akiunga mkono usemi wa spika, ameweka wazi kwa magavana wanapaswa kujitayarisha ipasavyo wakati wanapohudhuria vikao vile to the Senate. So we have time to discuss everything under the sky, but not time to come to a, a meeting ya kuwabembeleza hatutabembelezana. So let's all have some thick skin. We are leaders. Uh, let's take criticism. Tulisema ukikuja mbaya, ata sisi tunapambana na wewe. Wakati huo huo, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa upande wake amewashtumu magavana hawa kwa madai yale, akibaini kuwa magavana wenyewe ni wafisadi, kwani wanatumia fedha za mali ya umma kujibinafsisha wenyewe. Most of these governors cannot complain of extortion.

The senators have learned from him because he also started by bribing them so when he is not available to bribe them they have to be bribed by somebody else Undugu TV.